Mweshimiwa mgeni rasmi, mradi wa Taktiki ni mojawapo kati ya miradi inayofadhiliwa na serikali kupitia mikopo kutoka Benki ya Dunia ambao una thamani ya jumla ya dola za Kimarekani milioni kumi sawa na shilingi za Tanzania tlion 1.1 moja. Malengo ya mradi huu ni kuboresha miundombinu katika halmashauri arobaini na tano za Tanzania. Uh, halmashauri hizo ni miji mitano, kuna manispaa kumi na manispa sita, na majiji matano, manispaa kumi na sita na halmashauri za miji ishirini na nne. Utekelezaji wa mradi umegawanika katika maeneo vipengele vitatu, ambapo kipengele cha kwanza ni ujenzi wa miundombinu mbalimbali zikiwemo barabara na miundombinu mingine kulingana na mbele ya halmashauri husika. Kipengele cha pili ni kuimarisha usimamizi wa uendelezaji miji mindi, yani, urban planning, management and development control na kipengele cha tatu ni kuboresha mazingira ya uwekezaji ili kukuza uchumi wa halmashauri husika. Mradi uligawanywa katika makundi matatu na utekelezaji wa, wa, wa haya makundi matatu huko katika awamu pia tatu ambayo inalingana na ukuaji wa mji, lakini kwa maana ya ongezeko la, la la watu na na, na pia na, na ukuaji wa mji wenyewe. Halmashauri ya Manispaa ya Singida imo kwenye kundi la pili linalotekeleza awamu ya pili ya mradi huu, yaani Tayawani miji yes, arobaini na tano inayotekeleza mradi huu Mheshimiwa genirasi kama ifuatavyo: tuna kundi la kwanza ambayo inajumuisha miradi miji ya Arusha, Dodoma, Geita, Ilemela, Kahama, Kigoma Ujiji, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Songea, Sumbawanga na Tabora. Na Tabora, na miji ya kundi la pili ni miji ya Babati, Bariadi, Bukoba, Iringa, Kibaha, Korogwe, Lindi, Moshi, Mpanda, Mtwara, Musoma, Njombe, Shinyanga, Tanga na Singida. Na miji mingine ambayo iko kwenye kundi la tatu ni miji ya Bagamoyo, Bunda, Chato, Handeni, Ifakara, Kasulu, Kondoa, Mafinga, Makambako, Masasi, Mbinga, Mbulu na Nyamba, Newala, Nzega, Tarime, Tunduma na Vwawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyokwisha kusema, halmashauri ya manispaa ya Singida ipo kwenye kundi la pili kati ya zile halmashauri kumi na tano na uh, utekelezaji wa miradi ambayo imepangwa eh, katika manispaa ya, ya, ya Singida nitaieleza hapa. Um, utekelezaji wa miradi ya taktiki ulianza mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini ishirini na moja, na baadaye usanifu wa kundi la kwanza yani tier one mwaka elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili na ishirini na mbili Utekelezaji wa kundi la kwanza ulianza mwezi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini ya yani wa... na tatu, kwa sehemu ya kwanza yani package one na sehemu ya pili yani package, ya, package ya pili ilianza mwaka elfu mbili na ishirini na nne katika kundi la pili ambalo ni tier two ambayo ina manispaa ya Singida ipo. Usanifu ulifanyika mwaka 2024 na, na kisha zabuni kutangazwa mwezi wa tatu mwaka 2025. Hivi sasa wakandarasi wameanza kazi katika maeneo mbalimbali na kwa, kwa maana ya, kwa hii mikataba ya package ya kwanza na kwa hapa Singida leo tupo tayari kusaini mkataba huo. Miradi ya sehemu ya kwanza ina package wani ambayo leo utaishuhudia katika mji wa Manispaa ya Singida. Ni, soko, ni ujenzi wa soko kuu la vitunguu, soko la kimataifa la vitunguu, lakini pia kuna ujenzi wa barabara za mijini, yaani mjini kati ya CBD pamoja na barabara za viwandani zenye jumla ya urefu wa kilomita 7.52. Lakini pia tuna ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua, unaitwa mtaro wa Mnung'una wenye urefu wa kilomita 2.6, pamoja na ujenzi wa soko la ofisi ya wataalamu wasimamizi wa mradi. Mkandarasi aliyeshinda zabuni hii ni MS Sihotech Engineering Company Limited, JV AMJ Global Multi Contractors kwa gharama ya shilingi bilioni 24 milioni 748, uh, laki 966,236.05 bila ya kodi ya ongezeko la thamani na muda wa utekelezaji ni miezi 15 kuanzia tarehe 15 Juni. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mradi huu wa taktiki, maeneo mengi tumepata wakandarasi wa Kichina, lakini kwa manispaa ya, ya Singida tumepata bahati kupata mkandarasi mzawa na, na, na, na, na yeye pia yupo anafanya kazi maeneo mengine na katika kulinganisha utendaji wake kazi pamoja na utendaji wa wakandarasi wa Kichina katika maeneo ambayo wamepata mkandarasi huyu yuko mbele kwa zaidi ya asilimia ishirini ukilinganisha na wale wakandarasi wa Kichina. Kwa hiyo uh, mheshimiwa mgeni rasmi nitoe wito pia kwa wakandarasi wazawa kuendelea kujitokeza kwa wingi katika kutenda katika miradi hii. Itasaidia sana kubakisha uchumi wa nchi hapa hapa nchini kwetu badala ya kuwapa Wachina ambao kwa sehemu wa kubwa pesa zinarudi nchini kwao. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi naomba